kwa vizuri au atalalamika mbele ya Mungu vibaya kwetu mm. Mgeni kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, takatumkaribishe wangapi Ramadhani. mwaka jana amefunga, natamani kufunga leo. leo tumezika mtu kijana wetu, sisi alikuwa yeye anajiandaa kufika Ramadhani. hatujui Ramadhani yeye tutafika, tufiki mm. hadi kama tutafika hatujui, wallahi kitamaliza, hatujui wote, ujui kifo yuko wapi.

Msimu hii ya tende chakula, msimu hii si nini, msimu ya embe, wanajua sokoni kitu gani? Msimu simenti wanajua wote, na hii wanafanya fulana. Wana, wanafanya, wanafanya kazi kwa hii muda hii msimu. Allah, mwezi wa Qurani, msimu hii tufanye na business na yeye. So. Ramadhani, mwezi wa rahma na maghfira, itq minan nar. Na kila unafanya Ramadhani, Allah akubwa maradufu tena, haikuna idadi Allahu akbar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kwamba niwaambie mimi ila ataka kukupa wewe. Mm. Ama mimi nikula hapa ila niyuati. Mm. Sasa Mungu yuko tayari amekupa yeye afya yani kukupa haila na kukupa. Wewe fursa za Ramadhani siyo kufanya business na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio mwezi ya kuangalia film, sio mwezi wa mtu kushughulikia mambo mabaya lao, mwezi wa ibada, mwezi wa kusali tarawih, jamaa ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sunna ya

E, watu wengine kama wanajaza kwa ajili ya muziki kama nini. Wao jaza kwa ajili kwa, kwa, kwa kupenda Qurani, jaza pamba kwa sehemu ya ya wanja mpira kwa Qurani. Zani tumesifika sana. hmm. Wewe, hawachoki. Na um. mbilik

Allah amekukuba fursa kudiriki Ramadhani, usikosee ile fursa k mbali mbali, ombea wazazi wako, ndugu zako, mtoto wako, mke wako. Na wewe mama, ombea mume wako, na wa imama, mbea. Mbea, mbe wako na hii fursa watu asipoteze Ramadhani, asiwa mwezi wa vurugu msikitini. Nataka watu asimkera watu, sawa, mmoja mmoja, kila mmoja anarusha karibu ile Sheikh Fulani ambaye anakubali naye unamchanganya watu. Sawa. Hii sio haifai, ni kinyume na dini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni khilafi ibu tangu kama elfu moja na watu waogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani mwezi ya mtu ku ku kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na mwezi mtu afanye biashara na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na msimu wa khair, mtu asikosee mtu kwenda umra aende mtu amlishe maskini yatima, fitrishe watu, kila uwezo wako, Allah Taala huwa mara dufu. Toa sadaka wazazi wako, na mtu, kama mali yake zaka ina kiwango maalum. Kama zaka yako ya mwaka inafika Dhulhijja kabla Ramadhani, sharia inaruhusu kutoa wakati wa Ramadhani, kutoa wa Ramadhani kutanguliza ile, wataka fadhila wa Ramadhani. Sawa sawa Sheikh. Na zaka namba mtu baka atoe katika umaskini. Mmm. Aye mwakani atoe, atoe kabisa. Sawa sawa. Sisi na swahaba wangu, na tunapenda atumfikisha Ramadhani kwa khairi. Amin. Na naomba watu asome hukumu Siyam, tumerekodi katika hii pia Afrika TV nyingine, kishkina wengine, hukumu Siyam hadithi washarahisha, watu asome, asifunge mtu kwa ikhtiati tu.